Utajuaje kama una uchungu? Ni pale ambapo lile jambo likizungumzwa linaamsha hisia za maumivu, na wakati mwingine hata unalia na kujisikia vibaya. Ni pale mtu yule anapotajwa ambaye alisababisha uchungu, unaposikia jina lake, unaposikia anazungumzwa, unasikia maumivu makali. Wakati mwingine hata unasikia hasira ndani yake. Unawish kama huyo mtu apate na mabaya. Ni pale ambapo inawezekana hata sio yeye, lakini jina kama la kwake likitajwa. Unasikia tu jina la jina linalofanana na kwake linakutia kichofuchefu, unaona kama vile sitaki kabisa kumsikia. Hiyo inaonyesha ndani yako kuna hali ya uchungu. Ni kweli, ni kweli kabisa kitu ulichofanyiwa sio sahihi. Lakini kumbuka, mwisho wa siku ni kuhusu maisha yako. Amua kuanzia leo kwamba uchungu hautanifanya mimi kuwa mtumwa. Hayo ni maamuzi ambayo lazima uyafanye wewe mwenyewe. Usikatae. Don't deny that you're in bitterness accept, kwamba una hilo tatizo linakusumbua, unaio changamoto inakusumbua. Unajua hakuna uponyaji wa uchungu bila acceptance. Kama hujakubali hauwezi kupona. Kama mtu anasema mimi siyo mimi siyo, utakufa na ugonjwa. Ni pale unapokiri kwamba kwa kweli nimepima na nimegundulika na malaria, baada hapo ndio tunakupa dawa. Lakini kama unakataa kwamba mimi siyo mimi, na dalili zinaonyesha tatizo lako, utakufa kabla wakati wako. Ndio maana watu aliwako kwenye mahusiano, lakini wakiwa na uchungu, mahusiano yao hayadumu sana, kwa ukifanya kosa dogo hawaku hawahusiani na wewe au hawareact kulingana na kosa ulilofanya wanareact kulingana na uchungu ulioko ndani yao. Uchungu ndani ya moyo umesababisha watu wengi sana wasifurahie maisha. Wengine kwa sababu ya uchungu wamekuwa kama vile ni wadhaifu hata katika miili yao, wamekuwa na magonjwa, wamekosa furaha. Hatu ya kwanza kabisa ni kutambua chanzo cha uchungu wako. Uchungu wako umetokana na nini? Ile bitterness imetokana na nini? vingi vinasababisha uchungu. Chanzo cha uchungu wako ni nini? Kwa sababu uwezi ukatibu tatizo ambalo haujui mzizi wake. Moja ya maamuzi muhimu sana unataka kuyafanya ni kwamba hautakuwa mtumwa wa uchungu wako. Usipofanya maamuzi ya namna hii, kitakachotokea unaweza ukaishi muda mrefu, Mungu akakupa maisha marefu lakini hautayafurahia kabisa maisha yako. Utashangaa kama vile una kuna watu mmekutana nao, wanasema mimi nina roho ya rejection, nina roho ya kukataliwa. Lakini ukifuatilia si kwamba wana roho ya kukataliwa, kinachowasumbua ni kwamba wana kiasi kwamba mtu anayehusiana nao kwa namna yote ile, ana sense, ana feel kwamba kuna bitterness fulani iko ndani yao. Anavyoongea huyo mtu, unakuta anavyoongea anavyo behave, au tatizo dogo likitokea, uchungu una, unasababisha ina magnify. Samehe yule mtu aliyekukosea, mtangazie msamaha, sema kabisa kwamba huyu mtu mimi nimemsamehe kuanzia leo. Samehe, achilia. Hausamehe kwa faida yao, una samehe kwa faida yako.